Madarasa nyingi huu ndio muhula wake wa kwanza. Kwa hiyo ndugu zangu, walimu wenzangu, tuwa na ikhlas katika kusomesha watoto wetu wa Kiislamu. Tusiangalie tamaa za kilimwengu, tusiweke mbele pesa kuliko kusomesha mtoto. Walimu, amali ya kusomesha ni, ni amali ya dawa, ni amali hii, na amali hii ya dawa ni amalul anbiya wa rusul, ni kazi ya mitume. Mitume ndiyo mwanzo waliokuwa na kazi hii ya dawa, halafu ndio tukaja sisi. kwa ndugu zangu Waislamu, nyinyi waalimu, pamoja na mimi, tuangalieni mitume walikuwa vipi katika dawa yao. Allah subhanahu wataala anasema katika suratu Hud alipompeleka nabii wake Hud, wa ila adin akhahum huda

lazima wazingatie swala la ikhlas, wa waondoe mambo ya ria, waondoe mambo ya suma, waondoe kila jambo, waangalie kwamba dawa ni jambo la ibada na dawa inataka ikhlas, waangalie na iweke mbele jambo la ikhlas kuliko jambo la pesa, kuliko jambo la mambo ya tamaa za kilimwengu. Pia ndugu zangu walimu, lazima tuangalie njia nyepesi za kufikisha maalumat kwa wanafunzi. Tusitafute njia za kizamani zilizopitwa na wakati za kumchapa mtoto mpaka kazimia. Ndugu zangu walimu, tutafuteni njia nyepesi za kufikisha maalumat kwa wanafunzi na watoto wetu wa Kiislamu, tuwafundisheni kwa njia nzuri, na Allah subhanahu wa Ta'ala anatuangalia. Walimu pia ni wachungaji na wataulizwa kuhusu wachungaji hawa, wataulizwa kuhusu wanafunzi wao. Je, wamefikisha maalumati kisawasawa au walikuwa wakificha maalumati? Ndugu zangu Waislamu, Uislamu haujakataza masomo ya kidunia. Hakuna aya wala hadithi wala kauli ya mwanawachuoni kwamba Uislamu unakataza masomo ya kidunia la. Tunataka madaktari wa Kiislamu, tunataka mainjinia wa Kiislamu, tunataka wanasayansi wa Kiislamu, tunataka. Lakini mbona tumeweka mbele masomo ya kidunia kuliko ya akhera? Kalla bal tuhibuna alajila watadharuna alakhira, kwa nini hivyo? Mnapenda ulimwengu na mnaiacha akhira nyuma. Lazima tutangulize akhira, lazima tutangulize masomo ya ilmu ya kisheria ya Kiislamu kuliko masomo ya kidunia, ndugu zangu Waislamu.